Lita milioni 48 za maji zinazalishwa katika kituo hiki cha Butimba ambazo zilikuwa zikitumika katika maeneo ya jiji la Mwanza na Ilemela. Siku tatu mpaka nne zilizopita eneo hili lilikuwa limekauka kutokana na mitambo kusumbuka. Wakazi wa jiji la Mwanza walijikuta katika mkwamo wa kukosa maji. Walilazimika kwenda ziwani kuchota maji kwa ndoo. Lakini sasa inatajwa mitambo imerejea na kazi inafanyika. Tunashukuru Mungu kwa sababu maji yameanza kutoka, lakini ndani ya wiki nzima tumeteseka sana kuhusu maji mm. Tuna wiki nzima tulikuwa tupati maji, tumepitia changamoto, tunakosa maji ya kutumia, mpaka tunayafata huko maeneo ya Usagara. Lilikuwa ni juma lenye adha tele kwa wakazi wa jiji la Mwanza. Ni siku ya leo ndio tumefunga, tukiwanda ajili ya maji tulikuwa tuna lakini nini hasa ambacho kilikuwa kimetokea? Mkuu wa mkoa wa Mwanza Saidi Mtanda akagonga hodi katika chujio la Butimba kuja kushuhudia nini ambacho kimefanyika, kime na tatizo lilikuwa ni nini. Kwamba changamoto iliyojitokeza ni ule umeme kutofika kwenye pampu, kwa sababu mwingine alikuwa ananiuliza mbona hizi pampu ni mpya na mradi umezinduliwa hivi karibuni, kwa nini pampu imekufa? Kilichokufa sio pampu bali mawasiliano ya umeme kwenda kwenye pampu. Mwenyeji wake akawa ni katibu mkuu wa wizara ya maji akimpitisha kinagaubaga na kiwejuzo wa Tanzania, ni hatua gani ambazo zimechukuliwa? kulikuwa kuna kuna fault ambayo imetokea kwenye system yetu ya PLC, kwa hiyo kama unavyoona, kuna kifaa ambacho tumeleta tumerekebisha, na sasa hivi pampu inaendelea kufanya kazi na pampu hiyo umeona ziko mbili, kuna moja ambayo ina operate, kuna moja ambayo ni standby. Kwa hiyo hata kama itatokea itilafu kwenye pampu moja, pampu nyingine tuna ipo kwa ajili ya kufanya kazi. Baada ya kutoka katika chujio la Butimba, mkuu wa mkoa wa Mwanza akafanya kazi ya kiguu na njia akitembelea katika majumba na maeneo mbalimbali kujionea kurejea kwa huduma ya maji katika jiji la Mwanza. Tunataka tujue linatoa maji au wewe hujafikiwa na maji? Yeah. Tuone. Baadhi wakamsimulia adha walizokutana nazo. Mmoja yuko Shinyanga anaambia yeah, kwamba wao kule maji yanatoka anytime. Lakini mimi namwambia na mimi niko Buhongwa hapa naangalia ziwani na yaona yeah, lakini siyapati. Sasa nataka nikuambia hivi. Mwanza ina watu milioni tatu laki sita. Ndio. hapa mjini peke yake tuna watu milioni moja. Ndio. sisi tunazalisha maji hapa kwa kutumia vyanzo hivi. Really? Cha kwanza kinaitwa Capri Point kinazalisha lita milioni tisini kwa siku hii ambacho ndio cha zamani hmm. Serikali ikaleta mradi huu mpya wa Butimba tunazalisha lita milioni arobaini na nane yeah. kwa muda wa siku moja ukijumlisha tisini milioni na milioni arobaini na nane ni ngapi? Mia thelathini almost, si ndio? thelathini na nane ma ili watu wote wapate maji siku zote saba tunahitaji lita milioni 180. Lita milioni 180, lakini sasa kapasiti yetu ni lita milioni 130 na ngapi, na 8. Kwa hiyo tuna upungufu almost wa lita kama milioni 40. Mkuu wa mkoa wa Mwanza Saidi Mtanda anasema wananchi wanapaswa sasa kurejea katika hali ya utulivu kutokana na kutengamaa kwa mitambo katika eneo hili. Tumejiridhisha kwa macho, kwa wananchi mitaani, tumepita huko Buhongwa, maji yameshaanza kurejea. Nataka na tuwahakikishie kwamba hii siyo temporary, itakuwa ndio utaratibu ule ambao tuliuzoea utakuwa unaendelea. Kwa hiyo wasije wakafikiri kwamba tunaleta leo kesho maji yatakatika. Hapana. Kama ratiba ilikuwa mnapata maji siku tatu, basi ratiba hiyo itaendelea kufuatwa kama kawaida, na serikali imejipanga vizuri na Wizara ya Maji imejipanga vizuri mm. kwa hiyo